Za unajua, hakuna mshabiki asiyejua uwezo wa Mutale eh. Kila mtu anafahamu uwezo wa nani, uwezo wa Mutale, si umeelewa? Isipokuwa kilichokuja kutokea, Mutale amekuja kupotelea kwenye mikono ya Simba na kilichompoteza mpaka sasa hivi hatukifahamu, kwa sababu ukiangalia mechi za kwanza, yeye ndio alokuwa anafanya nini, anaanza mpaka mechi ya dabi ile ya kwanza, tunafungwa moja bila yeye. Mutale ndio alianza na yeye ndio alotoa assist ya kwanza ambayo ilielekea kwa Ateba, akaenda kutaka kumpiga chenga Diara ya kaucheza ule mpira na alicheza kwa kiwango kikubwa, isipokuwa Mutale kuna upepo huo unawapitia wachezaji wengi, na hii mifano mimi shaitoa mingi tu. Kama watu walitakiwa wamwache mchezaji walitakuwa wamwache nani? Eden Hazard, Real Madrid wangemwacha tu msimu ule ule. Eden Hazard anatoka Chelsea, nani alikuwa afamu kama Eden Hazard? Alikuwa yuko vizuri lakini alienda kupotea kwenye mikono nani? Real Madrid, sijui mneelewa. Kwa hiyo atakayempoteza atakaye mjenga Mutale ni mashabiki wa Simba, na atakaye mpoteza Mutale ni mashabiki wa nani? Wa Simba. Kikubwa tuendelee kumjenga kisaikolojia, ili aweze kujengeka arudi katika uwezo wake, lakini kwa performance hakuna mtu asiyejua kwamba Joshua Mutale alikuwa ni mchezaji wa aina gani, isipokuwa ni upepo umempitia ndio mpaka sasa hivi anaenda nao. Sasa tukiendelea sisi kumdiskasi na kumjadili sana kwenye mitandao, ndiyo inaenda kumtoa mchezoni na Joshua Mutale nadhani hata uongozi wa Simba unafahamu uwezo wa Mutale, na ndio maana dirisha dogo akumwacha kwa sababu sababu kapotea yule, kuelekea mshoni wa kuelekea dirisha dogo, unaona, lakini atompoteza akifahamiki mpaka. Kwa hiyo viongozi wanatafuta solution, wanatafuta njia sasa ya kumfanya Mutale arudi katika nini, uwezo wake. Mimi naamini atarudi, lakini kwa kipindi hiki ambacho mpuno Msimbazi, Simba kwenye mechi za mwisho za msimu, mnaelekea na mnautafuta ubingwa kwa kile ambacho anakionyesha Mutale. Nadhani ana nafasi kuingia kwenye kikosi cha kwanza na kuonyesha kile ambacho alianza kuonyesha. Ah, kuingia ngumu ataingia mdogo mdogo, kwa kutumia sabu mechi eh, zimebaki eh, chache ataingia kwa kutumia sabu. Sasa vile yeye mwenye mwenyewe sasa ndo atajiingizwa kwenye kikosi kile, anavyoingia anatakiwa aonyeshe kitu, lakini sasa kama ataendelea kuonyeshwa na huku tunakwelekea tunaendelea kwenye, kwenye, kwenye kujenga Simba mpya zaidi, dilisha kubwa inawezekana Simba wakaachana naye lakini sio kwa sasa, kwa sababu sasa hivi hakuna usajili. Hata ukipiga kelele, unamtoa mchezoni tu, lakini mwisho wa siku hakuna kitakachofanya nini, kitakachofanyika mpaka tusubiri dhisha kubwa. Sasa wanasimba tu wavumilivu, sasa utafanyaje? Hata ukipiga kelele sasa hivi, atafanyaje? Umenielewa bwana? Mechi ndogondogo kama zile, lakini mechi ya ligi ambayo iko tafu, uwezi ukamkuta Joshua Mutale anafanya anaanza kwa sababu wenye namba zao, yupo kibu, yuko nani huyo, anaweza hizi mechi chache akapoa nafasi, majeruhi. Sasa hivi amerudi, sasa hivi nadhani ana goli kama sita saba. Achana na Jesus, nani huyu? yeah, ah, na ah. ah. jina limemtoka Nah, ni nah, ah, ni trusted. Au Martinelli. Samo dodi gadi dodi gadi. Ah, Martinelli gadi na uzao. Eh, eh, na <tipa> huyo. Eh. Si alipotea kabisa <tipa> huyo. Ndio. Lakini sasa hivi anafanya nini? Yaani ndio vitu ndio mpira ulivyo. Liverpool wanamsajili nani? Wanamsajili Nuno Downs. Nuno Downs msimu wa kwanza alipotea aeweki. Anacheza mpira wa aina gani? Lakini sasa hivi si maelewa. Yaani, mpira ndivyo ulivyo. Kuna upepo fulani unakupitia wewe, lazima upite nao. Kwa hiyo mimi naamini kabisa, Joshua Mutale eh, inawezekana saa anapitia upepo, lakini baadaye tukamwacha akaja akaenda upande wa pili, kwa kuwa mchezaji mzuri kwa Simba. Sasa na kipi cha kufanya kwa Mutale? Tusiendelee kupiga kelele na kumtoa mchezoni. Hebu tuache benchi la ufundi lifanye kazi ya kumrekebisha huyu mchezaji, pamoja na viongozi tuache kazi yao, kwa sababu Mutale sio mpira Mutale, inatakiwa ni saikolojia ndio itumike. uh -huh. Na vitu hivi vinafahamika, tradition zipo ambazo zinapoteza wachezaji ah, wachezaji wenyewe inawezekana, kwa wanatupia na tupia vitu wanachezeana hivyo vitu vipo, umeelewa? Watu wanagombania namba, kuna vita kugombania namba, na uchawi umetajwa mara sabini na mbili kwenye vitabu vya dini. Kwa hiyo uchawi upo. Mtume mwenyewe Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alirogwa. Isa bin Maryam alirogwa. Musa mwenyewe alirogwa kuna visa vingi vya uchawi eh? Kwa mfano kama kile kisa cha Musa na Firauni, Firauni anaitwa uchawi wake, Musa anamwambia Musa, adondosha fimbo inakula manyoka yote ya uchawi. Uchawi huo usiukatae, inawezekana kwa wachezaji wenyewe wanachezeana, au upande wa pili wanamchezea huyu mtu, na sio yeye tu anaochezewa, wachezaji wengi, inaweza hata ule uwezo wa Ateba sio uwezo wa Ateba huyo. Mm. Sikuelewa kwa sababu Ateba ana uwezo mkubwa sana ukimwangalia, lakini unaweza ukakuta sometime anatoka, sometime anaingia, sometime anatoka. Ni vitu vya kawaida kwenye mpira wa Tanzania, mpira wetu, ligi yetu ni vivyo hivyo.